Tunaona e, e, e, e, e, mnavyopambana na sisi ishirini ishirini mwaka ishirini ishirini wakati tunaingia kwenye uchaguzi tumempata mheshimiwa Magufuli, lakini baadaye Mungu ikawa sio riziki, tukaingia kwenye utawala wa awamu ya sita, kwa maana mheshimiwa rais, mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mambo aliyoyafanya kwa Mpimbwe hii. Mpimbwe leo hii pla, hatukuwa na hospitali ya wilaya, lakini hospitali ya wilaya ipo inafanya kazi. Lakini mheshimiwa mbunge amekuwa akipambana, juzi anatuletea madok madokta bingwa kuendelea kuchunguza afya za watu wa Kavuu lakini tulikuwa na shule ishirini na tisa leo hii tuna shule hamsini na moja tukiwemo shule za msingi na shule za sekondari. Kila kata leo hii ina shule ya sekondari. Kwa yote hayo ni jitihada za kwenu nyinyi, mnasimama kumsaidia um, um, mama yetu mama Samia na ndio maana anawezesha uh, fedha ili kuja kusimama kwenye miradi yetu kwa sisi, kama hakuna mama. Kwa kutambua muhimu wa mama yetu mama Samia tumejiipanga tumejipanga, wakina mama wa mbele, lakini wakina mama wa jimbo zima tumejipanga kuhamasisha wakina mama, na sasa hivi tunahakikisha wale wa kina mama wote tunahakikisha wanaendelea kusajiliwa. Mheshimiwa Mbunge, tulikuwa tunaweza yani mawasiliano mawasiliano paka upande juu ya mti, lakini sasa hivi, sasa hivi tu hata kama nimelala nikishapigiwa hmm na katibu wa UWT kata, mwenyekiti diwani Yani ni vizuri kabisa mawasiliano bila shida, lakini tunafua vizuri. Maana wakati huo ilikuwa kwenda kufua ni kama mwizi, yani jambazi, unaiba ndo ufulie kule, mamba naye anakuinda. Lakini saa hizi tunafua kwa sisi kwa mheshimiwa mbunge au mheshimiwa diwani au hata raisi Kasansa, haina shida, kwa sababu matendo tumeyaona kwa <tune> heshima kubwa tuwapongeze sana, makofu mengi kwa bunge wetu. Wanasema mionge miongeni, haki yake ya mbewe mengi imeyafanya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mama Samia, serikali imeweka pesa nyingi sana, imewekeza kwenye elimu sana nchini Tanzania. Kila kata ina shule ya sekondari nchini Tanzania, shule za msingi ndio siseme. Lakini pia tuna hospitali ya mkoa Mpanda, ina maana ukishindikana hapa atupindo, utapelekwa Mpanda mjini. Kwa hiyo nitaangalia jinsi gani vituo vya afya vimejengwa kwenye mkoa wetu wa Katavi.